Walikale, shughuli za kiuchumi na kijamii zimeanza tena kwa unyonge Bulusa, baada ya mabomu kutupwa kwenye kambi ya wasi wa M23. Maisha yanaanza tena kwa unyonge leo Jumamosi, Januari 24 mwaka 2026, huko Bulesa, makazi makubwa ya eneo la Ikombo wilayani Walikale, jimboni la Kivu Kaskazini. Kwanza tena kwa shughulizi kunafuatia baada ya mabomu kutupwa kwenye kambi ya waasi wa M23 na jeshi la ulinzi la kidemokrasia ya Kongo FARDC siku ya Ijumaa ya Januari 23. Mm. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, mashambulizi ya angani yaliyofanywa kwa kutumia drone ya FARDC yaliyopiga of, yali kambi ya kimkakati iliyokuwa ikishikiliwa na waasi katika eneo hilo. Milipuko mikubwa ilisikika katika eneo zima na kusababisha hofu kubwa na kusimamishwa mara moja kwa shughuli zote. Siku iliyofuata mabomu hayo, shughuli za kijamii na kiuchumi zimeanza tena kwa hatua, baada ya kusimamishwa karibu kabisa siku iliyopita. Soko limefunguliwa, baadhi ya maduka yameanza tena kutoa huduma na wanafunzi wameenda shule, ingalau katika hali ya hofu na kutokuwa na uhakika. Tumefungua maduka yetu, lakini bado tunaogopa Hatujui kama hali inaweza kubadilika wakati wowote wa, anasema muuzaji mmoja wa soko kuu la Buleusa. Mwalimu mmoja wa shule la eneo hilo alithibitisha hali ya hofu. wanafunzi wamekuja shule lakini wako na wasiwasi sana, kwa kelele kidogo wanaruka. wazazi wengi walikuwa bado wajanasi kuwacha watoto wao waende shule leo asubuhi, anasema Jumla ya mazara ya mabomu hayo kwa watu na mali bado haijadhibitishwa rasmi wakati wa kuandika makala haya. Hata hivyo, wakazi kadhaa wanasema kuwa kambi ya wasi ililipuliwa, iliharibiwa kabisa M kambi ya wasi imeunguzwa kuwa majifu. Moshi mzito mweusi ulionekana jana mchana. Hakuna kitu kilichobaki kwenye eneo hilo, anasema kiongozi mmoja wa eneo hilo. Licha ya utulivu wa muda, hali ya usalama bado ni tete. sehemu ya wakazi ambao walikuwepo porini au vijijini wakati wa mashambulizi bado hawajarejea nyumbani, kulingana na vyanzo vya ndani. Kwa sasa Bulesa inajaribu kujiponya ikusubiri kwa matumaini ya kurudi kwa amani ya kudumu, na hofu ya kuibuka tena kwa machafuko ya silamu. Hope News TV na Ganaga Thomas.